Karibu sana Tanga! Oye oh! Dokta Samia suluhu Hassan, oye oh! Dokta Ndumbaro, oye oh! Bingwa RC Dokta Batilda Buriani, oye oh! Ustadhi Rajabu, oye oh! Mheshimiwa Dokta Damas Ndumbaro, waziri wa katiba na sheria na mbunge wa jimbo la Songea mjini, Mheshimiwa balozi Dr. Batilda Buriani, mkuu wetu wa mkoa wa Tanga, Mheshimiwa ustadhi Abdrahmani Rajabu, Rajabu Abdrahmani, mwenyekiti wa CCM wa mkoa wa Tanga na mjumbe wa kamati kuu, viongozi wote meza kuu napenda pia kutambua uwepo wa mwenyekiti wangu wa CCM wa Wilaya Tanga, pamoja na wajumbe wa kamati ya siasa ya wilaya, meja mstaafu Hamisi Bakari Mkoba, waheshimiwa madiwani wenzangu, wana Tanga, assalamu alaikum. Mheshimiwa mgeni rasmi, karibu sana Tanga, wewe pamoja na ujumbe wako. Sisi wana Tanga tunakushukuru sana lakini kipekee tunamshukuru rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea programu hii nzuri ya msaada wa kisheria kwa watu wa Tanga na Watanzania kwa ujumla inayojulikana kama Mama Samia Legal Aid Campaign. Asante sana Mheshimiwa Ndumbaro, kama alivyosema mbunge mwakilishi wa kamati ya kudumu ya bunge Mheshimiwa Agnesta Lambert, huu ni ubunifu mkubwa wa rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa kweli sisi watu wa Tanga tunampongeza sana Mheshimiwa Waziri, utakumbuka nimewahi kuwa naibu waziri wa katiba na sheria kuanzia Januari hadi Novemba 2015. Na natambua umuhimu wa programu hii kwa sababu na mimi pia kama mbunge, tunapata changamoto nyingi za wananchi wetu kuhusu masuala mbalimbali ya kisheria. Kwa hiyo tunakupongeza wewe na timu yako kwa kubuni kampeni hii Ukienda pale kwangu ofisi ya mbunge, nina barua kibao za malalamiko mbalimbali mbali kuhusu sheria, hususan masuala ya sheria au migogoro ya ardhi ni mikubwa sana katika wilaya yetu ya Tanga, lakini masuala ya mirathi, masuala ya ndoa na masuala ya mengine yanayohusu kazi. Kwa hiyo tunakupongeza na tunampongeza rais wetu kwa ubunifu wake, lakini kubwa kwa moyo wake, utu na upendo kwa Watanzania Nimalize salamu zangu mheshimiwa mgeni rasmi, kukutuma kukutumia kupitia kwako kutuma salamu zetu za shukurani kwa rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea fedha nyingi za maendeleo katika jimbo letu la Tanga mjini. Tanga inang'aa ndugu zangu si ndio? Tanga inang'aa haing'ai? Tanga inapendeza haipendezi? Tanga ya elfu mbili na ishirini na moja na Tanga ya sasa hivi chini ya rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan ni tofauti. Tanga ya sasa ina barabara nyingi za lami ndugu zangu si ndio? Tanga ina maji masaa 24. Tuna umeme wa uhakika, lakini kubwa tunamshukuru rais wetu kwa kutuletea bilioni 429 kwa ajili ya maboresho ya bandari ya Tanga. Leo mameli makubwa yanatia nanga katika bandari ya Tanga, lakini kubwa tunamshukuru kwa fedha nyingi za maendeleo katika sekta ya afya na elimu. Sisi watu wa Tanga tumeshamaliza kazi, tunasubiri Oktoba 2025 tunachukua, tunaweka kwa nani? Dkt. Samia Suluhu Hassan! Ushindi wa Dkt. Samia Suluhu Hassan Tanga mjini chini ya jemedari wetu mkuu wetu wa wilaya Jafari Kubecha chini ya uongozi wa mkuu wa mkoa na mwenyekiti wetu Ustadhi Rajabu ni asilimia mia moja na haya siyo maneno yangu ni maneno ya watu wa Tanga kwa sababu Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya kazi wajibu wetu tutamlipa kwa kumpa kura zote za ndio katika uchaguzi wa elfu mbili na ishirini na tano sifanyi kampeni lakini ndiyo ukweli sinduyo ndugu zangu wa Tanga asanteni sana ninawapenda Mwenyezi Mungu awabariki. Karibu sana mheshimiwa Tanga. Tanga waja leo kuondoka, majaliwa tunaamini utawabaki siku mbili tatu, ule chapati za kurasa saba mbaazi za kukata, lakini pia Tanga tunasema chai ya nazi, chai ya nanazi. Hii ndiyo Tanga. Asante sana mheshimiwa, karibu sana.